Katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya wenyeji Young Africans dhidi ya ugeni Simba Sports, na refari wa mchezo huo, jina tayari nimeshatajwa, ni Ahmed Arajiga ambaye ni moja ya waamuzi bora, wazuri na ambao wanaaminika pia na FIFA, na tayari yupo katika orodha ya waamuzi ambao watachezesha baadhi ya michezo barani Afrika kuelekea e, katika kufuzu kombe la dunia. Atachezesha mchezo wa Malawi ambao watakuwa nyumbani. Ahmed Alajiga atakuwa pia mwamuzi katika mchezo wa dabi siku ya tarehe nane, na mara tu baada ya jina lake kutajwa wengi wamekuwa na hofu na wengi wametoa maoni yao kuelekea sasa mchezo huo ambao e, mpaka sasa Yanga African yupo keleleni akiwa na alama hamsini na nane huku Simba Sports yeye E, akiwa katika nafasi ya pili na pointi hamsini e, na mbili e, katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Huko hofu kubwa zaidi ni pale ambapo mchezo wa dabi uliopita Ramadhani Kayoko, kuna baadhi ya maamuzi hakuamua. Wengi wanafikiri Ahmed Arajiga moja kwa moja atakwenda kuyaamua na kuipa timu matokeo ambayo itakuwa inahitaji maamuzi yayo, kwa sababu amekuwa imara sana hasa kwenye kutoa maamuzi e, katikati ya kiwanja. Wewe pia unao nafasi kutuandikia maoni yako katika sehemu ya komenti. Unafikiri mchezo utakuwaaje na Ahmed Arajiga anatosha kuamu